Hofanya agano lolote liweze kuwepo ni damu. Kinachoamua agano liweze kuwepo ni damu. Kwa kilichotengeneza agano jipya sio kuzaliwa kwa Yesu. Ndio maana agano jipya halijaanza Yesu alipozaliwa. Agano jipya limeanza baada ya Yesu Kristo kufa, na hivyo ni moja ya vipengele ambavyo vinatengeneza agano. Kifo kilitengeneza agano. Unaweza kauliza kwamba je, mwanadamu naye, kifo cha mwanadamu kumwaga damu kunaweza kukatengeneza agano? Hapana, kifo cha mwanadamu hakitengenezi agano. Ni kifo cha Yesu Kristo pekee ndicho ambacho kinatengeneza agano kwa sababu ki, mwanadamu akifa kwa kumwaga damu inaweza kawa ni ushahidi wa imani, kama kitu ambacho kilitokea kwa Stefano. Stefano alipigwa mawe mpaka damu zikamtoka hile ilikuwa ni ushahidi tu wa imani, mashahidi tu wa imani. Lakini kumwaga kwake damu Stefano hakukuleta impact yoyote, lakini kumwaga kwake damu Kristo Yesu kumeleta impact kwetu. Kwa hiyo, damu inatengeneza agano kwa ajili ya maisha yetu, damu inatengeneza agano kwa ajili ya kesho zetu damu ya Kristo Yesu ndiyo iliyotengeneza agano. Kwa hiyo agano jipya, agano jipya halijaanza Yesu alipozaliwa, agano jipya limeanza Yesu alivyokufa. Na ndio maana ukisoma Wakorinto wa kwanza kumi na moja ishirini na tano kumi na moja ishirini na tano Biblia inasema na hivi hivi, baada ya kula, kakitoa kikombe, akasema kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Hata Yesu alishawahi kukiri hivi siku ile anaotaka kwenda kusulubiwa, fanyeni hivi kwa ukumbusho kila mnywapo. Kwa hiyo agano jipya lilitengenezwa baada ya Yesu Kristo kufa. Agano jipya halikuanza Yesu alipokufa, alikuanza Yesu alipozaliwa. Agano jipya limeanza baada ya Yesu Kristo kufa. Kwa kifo cha Yesu kimetengeneza agano jipya na vitu ambavyo vinaimarisha agano ni makubaliano na Mungu amefanya makubaliano na sisi wanadamu kanisa yeye ndiye ambaye ametoa agano na sisi tumelipokea agano ni sawa na vile ambavyo Mungu alitoa agano na wana wa Israeli walipokea lakini sasa Mungu amelitoa agano ambalo ni Kristo Yesu ilo agano kanisa ambao ni sisi tunalipokea agano ni agano ambalo limetoka kwa Mungu yeye mwenyewe. Kwa hiyo agano jipya linaanza katika kifo. Kifo kisipokuwepo hakuna agano. Ngoja nikoneshe andiko moja muhimu sana, nikoneshe andiko moja muhimu sana. Waebrania sura ya tisa, Waebrania sura ya tisa na ule mstari wa ishirini na mbili Biblia inasema hivi na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu. Hiyo ni damu ya Yesu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo ondoleo. Hey! manaake kinachotupa ni kumwaga damu, na damu ni damu gani ambayo ilimwagika? Nimekwambia ni damu ya Yesu. Manaake kuna damu ambazo zilikuwa zinamwagika, zilikuwa hazileti matokeo yoyote. Mungu angetaka kufanya agano na wanadamu toka zamani, angemtumia Musa, angemuua Musa Angesema, ngoja ni muue Musa ndo afanyike mbadala ondoleo la dhambi. Lakini Mungu aliandaa Yesu Kristo ambaye afe kwa ajili yetu, kwa sababu hakuwa na dhambi. Ndo maana Timotheo wa pili mbili mpaka tano anasema mwanadamu Yesu Kristo ambaye alikuwa mpatanishi kati ya sisi na Mungu. Mwanadamu Yesu Kristo ni huyu mwanadamu ambaye hakuwa na dhambi, ni huyu mwanadamu ambaye hakuwa na mawa, ni huyu mwanadamu ambaye hakuwa dhambi. Yesu hakuwa dhambi, ndio maana Mungu alimfanya yeye au kuwa mpatanisho kati ya sisi na yeye Mungu. Kwa Mungu alimtumia Kristo Yesu, kupitia huyu Kristo Yesu aweze kutuunganisha kati ya sisi na Mungu. Kwa Kristo Yesu ametuunganisha sisi na Mungu tumeunganishwa na Mungu kupitia Kristo Yesu, kifo chake. Kifo cha Yesu kimetuunganisha sisi na Mungu. Kwa hiyo hapo ndipo mwanzo wa Agano Jipya, Agano Jipya limeanza hapo. Hata Yesu mwenyewe akakiri akasema, twaeni mle, hili ndilo Agano Jipya k kwa kwanzia pale, Yesu alianza kutangaza Agano Jipya ambayo lilienda kutokea kwenye kifo chake, kwa hapo ndipo kawa mwanzo wa Agano Jipya. Kuna swali mpaka hapo, mtu wa Mungu, kuna swali mpaka hapo? <laughs> ya, kwa hiyo agano jipya lilianza baada ya Yesu kufa, na ni agano ambalo Mungu yeye mwenyewe amelifanya pamoja na wanadamu na kanisa, ambao ni sisi. Kwa sisi tunalipokea hilo agano ambalo Mungu amelifanya kwa damu ya thamani ya mwanawe Kristo Yesu, damu ambayo imetuokoa, damu ambayo imetusafisha. Hakuna damu nyingine ambayo ilikuwa na nguvu ya kufanya hivyo isipokuwa damu ya mwanawe Kristo Yesu. Shalom, shalom. Uwe na wakati mwema. Amen.